Kauzi? Kauzi? Bro. Very nice. Hii ni gold, man. Tena basi hii ndio ina mwezi wa hii. Ndio ina mwezi wa hii na hii. Eh? Hii ndio ina mwezi wake wa hii. Ndio imeanza kuzaa na ina zaa hivyo mpaka miaka 3. Eh? Na hapa ni bondeni, unyevu huishi. Nimekubali basi, roho safi, nimekubali sasa chasi. Hmm, watu wakilia, hakuna pension. Mwezi wa kwanza wa pili, hmm, ndio naanza kuharvest eh, na inaendelea kuzaa ikizaahi. We! Hebu hebu angalia -ang vimeza yote iko type moja

<laughs> ni mimi mwenyewe tu. Nakwambia rafiki yangu. Ha? Nakwambia hapa. Mimi mwenyewe tu. Kwanza nikiekea maketi ma ma madhanzu mpaka nikaona sasa mwisho wacha niweke hii. Kauzi? Eh. Yeah? Wewe mwanita mfano nitakupereke huko kuria. Nenda ujaribu this. Hata wacha kujaribu. Nenda utafute sehemu. Usasikia? Tafuta hizi posti. Mm. Tafuta hizi posti. Utafute posti 50 peke yake. Halafu utafuta ile barbed wire moja. Alafu kule zile masikani za kunywa mnazi, kwanza mm, kunywa pombe, ambia jamaa unanunua neti. Neti iliozeeka shilingi 50 mama kule si nyumbani, alafu nichukue hapa, twende na wiki moja, twende kwako na wiki moja, mimi nitakusaidia mimi kufunga hii kitu na kuweka miti. Miti, basi, miti. Hapa, ile strong